Mkato ni mwenye uweza, mkato ni mwenye mamlaka anetoaa fimbo. Ishara ni ya mamlaka atoko Mungu, masija aliutangulia kabla yangu. Utaona fimbo ya Daudi, utaona fimbo Yakobo, utaona Yesu ni

Yes. Baba yetu mzee wetu mwalimu wetu baba wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere atujengea msingi mmoja. Leo unaweza ukakaa na mtu wa kabila lolote, yes. Usimuulize wewe kabila gani, lakini mkaelewana Mungu azidi kutunza sehemu nzuri. Mungu azidi kumweka sehemu nzuri. Mungu azidi kum, kumpa amani huku apumzike kwa amani. Amina. Naona kuna amani hii. Kuna watu wamepambana Yes. Kuna watu walikufa, kuna watu wanaishi. Amina, kwa Yesu asifiwe. Amina. Ni kwa sababu kuna watu walijitoa kwa chini ya taifa leo. Sisi kizazi tulichopo leo, lazima nasi pia tusimame kwa ajili ya taifa letu, kuliombea kila wakati, kila muda, kila masaa. Unapolala kumbuka Tanzania, unapoinuka kumbuke Tanzania, kumbuka mimili mitatu hile kumbuka viongozi wa ngazi zote Yes. Aea taifa lako wakati wote. Hili ni taifa ambalo Mungu ametupa. Kumbuka jina lake linaitwa kisiwa cha Amani. Yes. A Yesu Kristo ni mfalme wa Amani, wa Amani. Watu wengi hawapendi kuiona amani tuliyo nayo. Yes. Wanapenda kualibu. Yesu asifiwe. Amina. Tarehe tisa ni siku

Nini imekimbia sana Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitaka kwa namana ingia maombi. Amen. Piga mapepo yanayoleta furugu. Kabisa. Piga majini yanayohitaji damu. Amen. Piga roho makafara. Amen. Lakini nenda ukapige kula sawa na chama chako. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sawa nini? Na chama chako unachokipenda. Bwana asifiwe. Amen. Sikupangii au sikutumi kapigie chama chochote kile ambacho moyo wako unapenda ndio uende hapo. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Tunahitaji kundumisha kulinda amani yetu, sawa, sa kanisa watu wa Mungu. Amen. Kapige nini? Kapige nini? Kupiga kura ni haki yeah. Tunahitaji kiongozi mzuri, si ndio hivyo? Yes. Leo kamweke kwa kura yako sasa. Amina. Sawa? Amina. Leo kamweke kwa kura yako. Hatutaji baadaye uje uanze kulalamika. Kapige kura mwenyewe. Bwana asifiwe. Nadhani kwa hapo mmenielewa. Ah, amen. Tunaenda kwenye somo sasa. Andika somo letu: upendo, upendo wa kweli. Nitajaribu kuelezea upendo, upendo. Upendo. Upendo wa kweli. Upendo wa kweli. Ijapokuwa upendo hauelezeki. Yes. Ukishaanza kuelezeka manake sio upendo, hizo ni hisia. Kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Narudia tena, nitajaribu kuelezea upendo. Amina. Ijapokuwa upendo hauelezeki. Ndio. Ukishaanza kuelezeka hayo ni matamanio tu. Yes. Huko ni kutamani. Kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna upendo wa lugha Ndiyo, kuna upendo wa wanandoa diyo? kuna upendo wa watoto, kuna upendo wa fua, familia, kuna upendo wa vyama, kuna upendo wa mpira, kuna upendo wa Ivro Mungu, kuna upendo wa dini, kuna upendo wa Mungu hizo. Kwa nini mtajaribu kupita kote kuelezea nini maana ni ya upendo, ijapokuwa upendo auelezeke. Ukishaanza kuelezea hizo hisia tu. Kuta mume wako anakuambia, mimi ukimuuliza leo Unanipenda? Ndio, mimi nakupenda. Umenipendea nini? Nimekupendea mwanya. Siku nikitoka pengo hiyo hilo jino akawa pengo, nywele zako tu hizo zakoto jinsi zilivyo siku sasa zikabadilika rangi zikawa nyeupe. Upendo unaishi

Sura ya tatu ikianzia mstari wa kumi na sita inasema tusome kama ilivyoandikwa, kwa maana jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Kwa hiyo upendo wangu utaanzia kwa Mungu hapa. Amen. Bali sasa hivi. Amina. Kwa nini Mungu anatupenda sisi wanadamu lakini pia kwa nini sisi wanadamu tupendeke? gani ambayo Mungu alikukuta? Unajua ni mazingira gani ambayo Mungu alikuokota? Unajua ni mazingira gani kabisa, sisi ni wa Mungu, lakini kwa nini Mungu? Kwa nini Mungu akukusanye? Kwa nini

katika habari, habari ya, kuzala, ya kuzaliwa kwako

Sasa mimi ninachojua ndugu zangu akipata shida wewe ndio wa kwanza kuwasaidia. Yes. Lakini wewe akipata shida ni nani wa kukusaidia? Nani atakutazama kwa jicho la huruma? Nani atakuvusha? Nani atakutetea? Nani atakuinua? Nani? Nani? Ukianguka leo nani atakusaidia? Kama sio Bwana. Kama sio Bwana. Endelea kusoma. Amen. Eh. Uh -huh. Ili ngutendea lolote eh -huh, la mambo hayo